E, naweza kusema kwamba sisi inatupa confidence, inatupa kujiamini e, kutokana na ubora na jinsi ambavyo sisi wachezaji tuna, tunajiamini na tunaliamini benchi letu la ufundi kwa kile kitu ambacho walichotupikia katika wiki hii nzima e, na imani kwamba watu wengi wanaamini wana sisi ni, ni timu ya pili lakini naweza kukwambia kwamba Simba ni timu bora hapa Tanzania na ni timu kubwa. Kwa hiyo sisi tunaingia tuna katika mchezo huu kama Simba ni timu bora na timu kubwa Tanzania. Sawa, Shomari, maliza jambo lako kwa kutuma binafsi na kwa niaba ya wachezaji eh, nawaomba mashabiki wa Simba wanachama wote wa Simba E, kufurika kwa wingi katika mchezo wa kesho kuja kutupa support, kuipa support timu yao kwa sababu tunaamini ujio wao utakapokuwa kuwa mwingi ndio nguvu yao ambao sisi tutaweza kuitumia katika mchezo wa kesho kuweza kufanya vizuri. Asante sana Shomari Kapombe asante. Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Ah, kwa niaba ya wachezaji E, kuelekea katika mchezo huu tumejiandaa vizuri na maandalizi yameenda vizuri katika wiki yote. benchi e, letu la ufundi e, limeweza kumaliza kila kitu. e, tumebakisha tu kwenda kucheza ku, ku, ku, ku, kile ambacho tumefundishwa tume, tume katika, katika wiki hii nzima na kwenda kukifanya kile kitu ambacho tumekiandaa katika wiki hii nzima ili kuweza kwenda kufanya vizuri katika, katika mchezo huu. Asante sana Shomari, nakaribisha maswali matano kwake Shomari Kapombe, karibu hapa. Uh, naweza kusema kwamba michezo yote iliyopita tunaweka kama, kama historia na sasa tuko katika, katika mchezo mpya na, na peji mpya e, maandalizi tuliyoyafanya naamini kwamba itaenda kuleta utofauti wa dabi na dabi zilizopita. Asante, swali la pili. Ee, sisi binafsi hususan ee, mimi binafsi niko katika nafasi ya, ya ulinzi katika kikosi cha Simba na najua kwamba tunaenda kukutana na safu ya washambuliaji ambao imefunga magoli mengi katika, katika ligi kuu ee, vilevile na wao wanahitaji kujua kwamba wanakuja kukutana na defense bora ambayo imeruhusu magoli machache katika, katika, katika ligi kuu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba bato hiyo itakuwa ni kubwa, na sisi tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tuna, tuna, tunaziba mianya yote ya kuweza wao kupata, kupata nafasi ya kuweza kufunga. Yeah, bato takuwa kubwa, naweza kusema kwamba e, na asilimia mia, na naamini kila mchezaji wa kwenye timu yangu, na naamini uwezo wa kila mchezaji kwenye timu yangu kwa sababu mwanzo wa msimu tumeweza kujiwekea malengo yetu, na katika malengo ambayo tumejiwekea moja wapo ni la ligi kuu ambao ndo tunaendea, tunaendea mwishoni, lakini huwezi kufika mwishoni bila kumaliza hichi ambacho ulichoku, ulichokuwa nacho. Kwa hiyo eh, mimi binafsi nawaamini na naamini uwezo tuliokuwa nao kwamba na malengo ambayo tuliokuwa tumejiwekea kwamba tunaenda kukuya, kuyatimiza kupitia katika mchezo huu ambao tunaenda kucheza ku kesho. Asante. Swali la naweza mm, uh, kusema kwamba uh, mimi niko nje kidogo ya, ya imani ambazo uh, watu wengi wanaimani kwamba sisi tukianza goli fulani basi mchezo unaishia sisi, sisi kufungwa. Uh, naamini katika maandalizi tulioyafanya, goli lolote tunaenda kuanzia na maandalizi sisi tuliokuwa tunaenda kuyafanya, tunaenda ku, kuicheza hii dabi kwa utofauti kabisa, na naweza kusema kwamba sisi kama wachezaji sisi tupo tayari kuanzia goli lolote kwa sababu tuna imani na maandalizi tulioyafanya. Asante swali la